Rehema Mongi ambaye mumewe ni Juma Maganga amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu nchini Sudani Kusini ameiomba serikali ya Tanzania kuingilia kati sakata hilo na kumsaidia toke gerezani na kurejea nchini Tanzania. Huyo amekumbwa na kifungo hicho baada ya kukutwa na hatia ya kumgonga raia wa Sudani Kusini na kumsababishia kifo, ambapo ili atoke anatakiwa kulipa faini ya shilingi milioni 108 za Kitanzania ambayo familia yake imesema haiwezi kumudu kuilipa natakuwa ilipo shilingi milioni mia na nane. Katika hiyo milioni mia na nane bado kuna pesa nyingine tutaambiwa tarehe nane baada ya kwenda hiyo siku ya kulipa fidia, ambayo ni pesa ya bastola ambayo mwanajeshi alikuwa nayo wakati alipopata hiyo ajali na hela ya pikipiki. Wakasema wataleta risiti kwamba ni kiasi gani kwa tutakuwa kiongezeke katika hiyo milioni mia na nane tukawasiliana na familia ya huyo marehemu, kama kuwaomba watupunguzie na tujue kama ni kweli cho kiasi cha pesa wanakihitaji. Wakasema ndio wanakihitaji cho kiasi cha pesa na kinatakiwa kitolewe chote ndani ya hizo siku kumi na tano tulizopewa, la sivyo atahukumiwa miaka kumi, na miaka kumi ikipita deni litakuwa limejidabo na ataongezewa miaka mingine tena kumi ya kulipa hilo deni akishindwa kulilipa atakaa kule mpaka umauti utakapomkuta. Namuomba Rais wangu Mama Samia Suluhu Hasani anisaidie mume wangu aweze kutoka huko gerezani. Ninaomba sana, mama, unisaidie. Najua wewe ni mama mwenye huruma na una uchungu na wananchi wako. Dereva alivyokamatwa alirudishwa nimle gari kabaki pale pale Paulini, ni kama kilomita mia kutoka pale boda kwa hiyo hatujui kwa sababu hamna aliyekwenda tena kuangalia ile gari, na pale wanalinda askari wenye risasi, na mtu akifika tu anamtishia kumuua. Ila mzigo mzigo, alienda WFP wenyewe, nadhani walipata kibali, wakaenda wakafaulisha huo mzigo mzigo, kwa hiyo aliondoka nao mzigo. Kwa hiyo gari ndio imebaki pale, lakini dereva mwenyewe amenipigia simu siku mbili hivyo, akaniambia ana taarifa kwamba ile gari imechukuliwa mafuta, ilikuwa na mafuta mengi tu, ameshaiba kila kitu. Jitihada nilizozifanya nili, ndio hivyo niliwasiliana, na watu wa mambo ya nje, nikapeleka na document, nilishapeleka. Niliagizwa nipeleke document zote za za dereva za gari, na ni driving license ya Juma Maganga na NIDA. Kwa hiyo nilishakamilisha hivyo vyote, nikapeleka. Sisi kama chama na sisi kama taasisi tumejaribu kufuatilia kwa ukaribu kwa kushirikiana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo ya, ya mambo, wizara mambo ya nje, sheria na katiba, kuna namna gani ya kutusaidia? Lakini kama mnavyojua serikali na taratibu zake, tumeona bado jambo hili hatujapata msaada ambao sisi kama madeeva tunahitaji.